Liana alika sawa kioo chakati cha gari lake akivuta pumzi huku mvua ikinyesha kwa nguvu na kutengeneza kivuli cha maji kwenye barabara. Wipers za gari zilikuwa zikitoa sauti ya kusugua, zikishindwa kufuta vizuri. Alikuwa ametoka ofisini kwa kuchelewa kama kawaida. Gari lake lilikuwa linatetemeka kila kilomita kama linataka kufa. Anachohisi sasa haikuwa hali aliyoikisia atakuwa nayo akiwa na umri wa miaka ishirini na tisa Kazi inayohitaji muda mwingi, bili zinazozidi kukua, na maisha yenye mazito ambayo yalikuwa kama kumbukumbu -kumbu ya mbali. Wingu na mvua kali ilifanana na hali yake ya ndani, ila alikaza mikono yake kushughulikia ya gari akitumaini gari litadumu kidogo zaidi. Lakini gari lilizima, injini ilikufa ghafla na lilikuta amekwama katikati ya barabara isiyo na watu. Liana lilalamika. Akipiga mikono kwa nguvu kwenye msikani wa gari lake. Alijaribu kupigia watu kupitia simu yake, lakini hakukuwa na network, huku mvua ikiwa inapenya kupitia ufa mdogo kwenye dirisha la gari lake ikimwagikia shati lake mkononi, wakati wakati akijaribu kutafuta mwamvuli wake. Dah, si mtihani huu, alilalamika wakati anatoka garini na kuelekea mbele kufunua bodi la gari ili kutafuta suluhu. Mvua ilimshika mara moja nywele zake zikashikamana na uso wake, huku akitazama injini ya gari kwa kuchanganyikiwa. Alijua kuwa hakuwa na ujuzi wa kurekebisha chochote, maana baada ya dakika chache tu kilichofuata ni kubota hudi ya gari kwa hasira, akisubiria tu miujiza itokee. Dakika chache kupita, alionekana mtu wa kutembea katikati ya kati mvua, akisogea alipoleana. Mwanzo alionekana kama kivuli kilichokuwa cha mbali rangi nyeusi inayozidi kukoza kila sekunde akisogea karibu, anatembea kwa utulivu na heshima. Na baada tu ya kusogea karibuni, tabasamu dogo lilionekana usoni mwake. Ni mvulana aliyekuwa mrefu na alikuwa na mtindo wa kifahari, lakini sio wa kujivuna. Shati lake lilikuwa limefunguliwa kidogo, akionyesha jinsi alivyokuwa mwepesi na salama. Nahitaji msaada, alimuuliza kwa sauti laini lakini ni udadisi. Leana alisita kutoa jibu. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi, na sababu haikuwa tu mvua iliyokuwa ikisumbua, bali anaelewa kuwa wageni sio salama kila wakati. Ila aliona kuwa huyo mtu alikuwa tofauti. Alionekana na heshima, kwani alikaa mbali naye. Pia tabasamu lake lilionyesha kuwa alikuwa na nia njema, hivyo alikubali. Gari limenzimikia, alisema kwa aibu, huku mvua ikiwa imemroesha kupelekea ibu hiyo kuzidi mara mbili. Wacha niangalie, basi, alijibu huku akifunua hudi ya gari na kufikiria suluhu. Alionekana ni makini mno na anatizama vitu kisomi, dalili zote zikionyesha ni mzoefu. Liana, wakati anamtizama chini chini, aliona kovu kwenye mikono yake, alama za maisha yake ya nyuma. Alimgeukia Liana kumambia, na kumwambia Calden, jina langu naitwa Calden alisema akimtazama moja kwa moja machoni. Waligongana macho kwa muda na Liana, kumpelekea msichana huyo kujisikia mvuto wa kipekee. Mimi naitwa Liana, alijibu kwa aibu huku akiweka nywele zake pembeni. Liana, hmm, jina zuri, alisema kwa tabasamu mdogo, akigeuka tena kwenye gari kumaliza tatizo. Inaonekana altena yako imekufa, njia pekee ni kukupa lifti kama hutojali kisha tapiga simu mafundi airudie na kuleta gari yako nyumbani. Liana aliganda kidogo kufikiri. Gari la Calden lilikuwa balo pili wa barabara. Gari la kithamani hata mvua kali kama hii inabaki tu kuling'arisha. Akili ya Liana ilichanganua. Kubaki hapo na kutegemea msaada mwingine au amwamini mgeni huyu alijitokeza ghafla. Hisia zilimwambia muamini, hakuwa na uwezo wa kuzielezea lakini alijua maamuzi sahihi yalikuwa ni kukubali. Sawa, asante, alijibu Liana. Msikilizaji wa stori hii, kumbuka maamuzi haya, kwani asingekubali kila kitu kingeenda vingine mbele ya safari. Hivyo wakaelekea kwenye gari lake. Calden alimstiri na mvua kwa koti lake, huku akimtazama mara kwa mara. Liana aliona jinsi alivyokuwa akijali, hakujali faraja yake na kujiachia roe ili mgeni huyu apate amani. Ni vitendo vidogo vidogo vilosema mengi. Ndani ya gari kulisikika harufu ya siti mpya na vanila, kwa kiwango kizuri kinachofanya relax na sio kukukera. Calden aliendesha kwa utulivu, mikono yake ikiwa thabiti kwenye usukani, huku akibadili AC kuzidisha joto ili kumfanya Liana apungue baridi na ajisikie huru. Ilikuwa ni hisia ya kipekee iliyochochewa ili na mvua kali iliyosikika na kuonekana nje ya gari. Walizungumza vale kidogo kuhusu kazi na safari zake hizi za usiku. Liana alishusha pumzi na kusema, afadhali sasa hivi najisikia amani. Calden alicheka kidogo na kumjibu, unaanza kumtia siwasi Liana, inaanza amani, mara dakika mbili unaota tayari ushalala za amani. Liana alicheka kwa mzaha huu, lakini pia alijua alikuwa na pointi. pia ilimpendezesha namna alivyokuwa akimsikiliza, ilimfanya ajisikia wa thamani, kana kwamba kila neno alilosema lilikuwa na uzito wa kipekee. Baada ya muda mchache barabarani walifika, na alimshusha nyumbani kwake. Kilichobaki ni kwa gana, lakini macho Aliana yalitamani endelee kubaki awaache kitu ili waonane tena. Calden alilihisi hilo, hivyo akamkabidhi kadi yake ya biashara, mikono yao ikagusana kwa muda mfupi. Um, gari umeiacha porini, msisahau kupiga garage. Calden alisema kiutani, huku akikata mgando uliotokana na namna walivyokaribiana. Asante, Liana alimshukuru kwa mara ya mwisho. Calden alipanda gari yake taratibu, akipotea taa za nyuma zikizama kwenye mvua. Liana aliendelea kusimama hapo kwa muda akiwa na tabasamu wakati ameshika kadi yake mkononi. Baada ya muda mfupi, aligeuka na kuingia ndani. Alijianda na kulala. Kutokana na usingizi mzito baada ya siku hii ndefu, alikoga haraka na kujitupa kitandani, lakini akili yake iliendelea kuzunguka. Sauti ya Calden ilicheza akilini mwake kama wimbo unaocheza katika kaseti mbovu. Kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu, maisha yake yalikuwa yakionekana yamedhibitiwa. Calden alikuwa kama mwanga katika giza, na Liana alijua kwa mkutano wao haukuwa tu bahati, bali mwanzo wa mengi.